Kwani kwenda shule ni shida? Shida ni kusoma, shida ni kuelimika. Sasa kuzozana zozana katika misingi hiyo haina, haina haja. Ni kunyamaza kama Kristo alivyohakiwa, wewe si mwana wa Mungu, jiokoe basi nafsi yako. Nyamaza kimya, endelea kusali. Nguvu ya sala ni kubwa zaidi kuliko matamko ya ajabu ajabu yanayojitokeza na mahangaiko ya kitokea, ndugu zangu, tusiogope, kwa sababu ndio Kristo amepitia njia hiyo. Kanisa Katoliki linaweza likateseka kwa njia za namna hiyo hiyo na matishio mbalimbali, wamemwaga mbali, ugali tutamwaga mchuzi, tutawakatakata. Tusiogope, Mungu yupo na kila mmoja amekuwa na kufinyangwa na imani yake. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa huruma na mapendo, haki, upole, upatanisho. Tukiteseka kwa njia hiyo, na tuteseke, lakini haki na amani, upole na unyenyekevu na upatanisho ndio ziwe sare zetu. Tutumsifu Yesu Kristo.